Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, Daniel Sillo amewataka watumishi wote wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kuwa sehemu ya juhudi za kuendeleza usalama, amani na utulivu wa taifa kwa kushirikiana, kuwajibika na kudumisha nidhamu ya kazi. Sillo ambaye alikuwa akifungua rasmi mkutano wa baraza kuu la wafanyakazi wa wizara hiyo katika ukumbi wa Jeshi la Magereza jijini Dodoma nchini Tanzania anasisitiza kuwa mafanikio ya wizara hayawezi kufikiwa pasipo mshikamano. Ili tuendelee kudumisha amani, utulivu na usalama wa nchi yetu, kwa ustawi wa wananchi tunatakiwa kuboresha mambo yafuatayo. Moja ushirikiano na, na mshikamano baina ya viongozi na watumishi. Pili, kuboresha utendaji kazi kwa maslahi mapana ya maendeleo ya taifa letu. Tatu, kuongeza uwajibikaji na nidhamu ya kazi pamoja na kuboresha maslahi ya watumishi. Na nne, kuhamasishana kuhusu wajibu na haki za watumishi, kwani hakuna haki bila wajibu, lakini pia hakuna wajibu bila haki katika utumishi wa umma. Nipende kukuhakikishia kwamba mkutano huu ni shirikishi na wajumbe wote walioshiriki watapata fursa sawa ya kuchangia na kutoa maoni mapendekezo na ushauri. Masuala yatakayojadiliwa na kuonekana kwamba yanahitaji maelekezo na mwongozo wako tutayawasilisha kwako, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ajili ya utekelezaji na maelekezo zaidi. Ni kuhakikishie kwamba tutaendelea na jitihada za kuyatekeleza ili kuleta ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yetu ya msingi. Mara zote tumekuwa tukiyasimamia, lakini tutaendelea kuyasimamia kwa sababu haya yote msingi wake ni kwamba kuleta umoja, kuleta ushirikiano, lakini ufanisi ndani ya vyombo, idara zilizo chini ya wizara, lakini wizara ya mambo ya ndani ya nchi.